Nimetumika kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema kwa muda wa miaka kumi na nane. Nimekuwa kada wa chama na sio mwanachama wa kawaida kawaida. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa mgombea. Mimi nimekuja mbele yako kwamba baada ya kutafakari kwa kina sana. Nimegundua ndani ya chama chetu tuna tatizo kubwa sana. Baada ya uchaguzi, baada ya uchaguzi wetu, sisi tuliokuwa timu nyingine ambayo haikushinda, toka siku hiyo mpaka leo tumeishi maisha ya kunyanyaswa. Tulikuwa na kikao cha kamati kuu, tuliifanya Mbeya, cha mwisho kabisa sisi tukashauri, tukawaambia ndugu zetu, twendeni tuingize chama kwenye uchaguzi, lakini anajitokeza mtu mmoja tu kwa sababu ana nguvu, amekuwa makamu mwenyekiti, mwingine amekuwa mjumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa na mwenyekiti, wanasema hatuingizi chama kwenye uchaguzi. Ehe, tunafanyaje? Kwa sababu chama chochote cha siasa malengo yake ni kushika dola mimi nimekuwa kwenye upinzani kwa muda wa miaka ishirini na moja toka mwaka elfu mbili na saba. Tunapokuwa kwenye vyama hivi tunakuwa tuna malengo na nia yetu sio mbaya, lakini anapotokea kiongozi analeta arrogance kwenye chama inakuwa ni changamoto kubwa sana. Mheshimiwa Rais, mimi nimekuja kuungana na chama cha CCM kwa sababu kuu mbili au tatu. Niliposoma ilani yako umesema unaenda kuandaa katiba tupate katiba mpya. Hili jambo mimi naliunga mkono, na mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, kwa sababu ninaamini katika haki. Ninaamini hilo, Mheshimiwa Rais, utakuwa umefanya jambo jema sana. Tunasema tunaenda kutengeneza maandamano, nikiwauliza maandamano haya, sisi viongozi wakuu tunatakiwa tuwe mbele Nikirudi nyuma leo, wajumbe wengi wa kamati kuu, mpaka jana jioni, wananipigia simu, wananiambia kaa vizuri, maana mambo ni mabaya. Nikamwambia nyie ndo inabidi muwepo ili tuzuie huo um, uchaguzi. Mheshimiwa Rais, ni kuhakikishia uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa utafanyika, hakuna habari ya kuandamana. Na niwaombe Watanzania kwa ujumla, twendeni tukapige kura. Hakuna nchi inayobaki bila kuwa na kiongozi.